Mtazamaji wa PDK Generation leo napenda uh, kukumbusha kwamba e, wakati Mungu anaumba dunia hii na vyote vilivyomo alijua kwamba magonjwa hayana budi kumpata binadamu. Sasa akiwa analijua hilo, aliweka pia baadhi ya mimea na wanyama kwa ajili e, ya kutibu magonjwa fulani fulani ambayo yatampata binadamu. Hapa nilipo kwa siku ya leo eh, kuna mmea ambao unaota maeneo haya na maeneo mengi ya Tanzania ambao mmea huu unaweza kutumika kwa ajili ya kutibu ugonjwa ambao wengi mnaofahamu kama gout. Ugonjwa eh, ambao unasababishwa na kiasi kikubwa cha uric acid kwenye damu. Wale ambao wanakula wanapenda kula sana nyama nyekundu, nyama ya mbuzi sana, nyama ya ng'ombe wakati mwingine eh, ila sana sana ni ya mbuzi eh, unakuta leve za uh, kemikali hii inayoitwa uric acid kwenye damu zao inakwenda juu sana. so, ikienda juu inasababisha tatizo hilo ambalo anakuwa anapata maumivu sana kwenye vidole, kwenye ungio hivi vya miguu amba katmgine wa na kenye miguu kwa unaweza unazokatibu E, tatizo hilo, hii imeonekana kisayansi ni kutokana na uwepo wa kemikali fulani ambayo inaitwa colchicine. Kwa wale ambao wanafahamu fahamu maswala haya ya dawa, colchicine ni dawa ambayo inafahamika kisayansi, inatumika kwa ajili ya kutibu tatizo hilo la gout. Sasa mmea huu ambao nakwenda kukuonyesha hapa, na wenyewe una kiasi kikubwa cha colchicine. Kwa kuwa ilikuwa inafanyika extraction ya hicho kitu ambacho kinaitwa colchicine e, miaka ya nyuma e, kwa ajili sasa ya kwenda kutengeneza dawa hizo. Na miaka ya nyuma zaidi kabla teknolojia haijakuwa sana e, wataalam wenyewe wa, wa, wa, wa afya wakati huo walikuwa wanajua namna ya kuextract hicho hiyo kemikali inaitwa colchicine kwa ajili ya kutibu gout. Cha kukumbusha ni kwamba e, sio kwamba mmea huu unaweza kuutumia tu kirahisi rahisi kabla ya kufanyia e, michakato kadha kadhaa. Hapana, mmea huu ni sumu vile vile. Kwa hiyo hautakiwi kutumika tu bila e, kufuata utaratibu. Kwa hiyo e, makala hii nimeifanya ili tuweze kuona tu kwamba kuna mimea ambayo tunaweza tukaitumia kwa ajili ya kutengeneza dawa fulani fulani, lakini lazima kuwe na e, utaratibu katokea mtu mahala fulani akaamua kwenda kuchukua akaanza kula majani yake, akaanza kuchimba mzizi ile akala, akachukua matunda yake akala yale, labda e, kisa tu anafikiri anaweza kutibu gout kirahisi namna hiyo. Hapana, kuna utaratibu wake, nakuna sehemu ambazo ndio zina hiyo colchicine ambayo inaweza kutumika kwa ajili ya kutibu gout na vitu vingine na inflammation zingine kama arthritis. Sasa kabla sijaenda kukuonesha mmea huu na kusihi tu kwamba bado huja subscribe katika channel hii ya PDK Generation ambayo imejikita kwenye makala zinazohusu afya peke yake. Fanya hivyo subscribe hapo chini, bonyeza hapo alipoandikwa subscribe, kisha like na share kwa ndugu jamaa na marafiki, ili waweze kupata elimu hizi ambazo tunazitoa kupitia channel yetu hii ya PDK Generation. Sasa mmea huo, unajua wengi sasa hivi mnajiuliza labda huu mmea unaitwa nini kwa lugha kwa, kwa, jina la kisayansi unaitwa eh, Gloriosa superba. Ni mmea ambao wengi mnaufahamu, nikionyesha tu baadhi ya ambao mmeishi kwenye vijiji vijiji hivi kwenye mashamba mashamba, huu mmea huwa unajiotea kipindi kama hichi kipindi cha mvua zikiwa zimenyeshanyesha hivi hua, mmea huo mmea huo unakuwa unaonekana, unaitwa kwa jina la kisayansi kama Gloriosa superba. Sasa twende nikakuonesha sasa mmea huu ambao unaweza kutumika kwa ajili ya kutibu e, magonjwa kama gout ambayo tumesema inasababishwa na e, uwepo wa kiasi kikubwa e, uwepo wa kiasi kikubwa cha yule kasi ni kwenye damu e, sasa hilo ni tatizo na, kwa tatizo kasi, na ikishakuwa tatizo hilo sasa inabidi kuangalia namna ya ku ya kushughulika nalo. Mungu, akiwa anajua kwamba kuna changamoto kama hizo za e, kiasi kikubwa cha yule kiasi ilikuwa kwenye damu ambayo inaleta tatizo hilo la gout, pamoja na vitu vingine kama arthritis, pamoja na matatizo mengine mengi ambayo mmea huu unaweza kutibu, basi akaamua sasa katika dunia hii aweke pia hume ambao tumesema kwa lugha ya kisayansi, au kwa jina lake la kisayansi unaitwa Gloriosa superba ambao una kiasi kikubwa cha colchicine ambayo ile inatumika kwa ajili ya kutibu tatizo hilo la gout. Sasa mmea huu pia ni sumu vilevile vile. Mmea huu ni sumu, kwa hiyo e, usitumike tu kiholela. Kuna utaalamu wake wa namna ya kutumia na zaidi sana wataalamu tayari wanachukua wana, wana wenyewe wanakwenda ku extract maanake, kuchukua kile tu ambacho wanataka kukitumia kwa ajili ya kutibu kitu fulani. Kwa hiyo kwa, kwa kama nilivyosema kwamba mmea e, huu hautibu gout peke yake, unatibu na vitu vingine kadha wa kadha e, kama hizo arthritis, hata ulcers pia e, kuna namna sasa, ukitaka coaches, ni kuna namna ya ku kupitia e step baada ya step ili kuweza kuchuja vingine vyote, kubaki na hiyo colchicine, ni kwa ajili ya kutibu tatizo la gout. Kwa hiyo otherwise, ukitumia uki tu unaweza ukapata uka matatizo. Na labda ni nieleze ni, ni, tu huyu mmea una sehemu nyingi. Una sehemu nyingi kwa maana ya una majani. Kuna shina lake majani ambayo ni haya hapa. Naona eh, kama hili. Jani kama hili, jani lake hili. And then una hili shina, halafu una haya maua. Unaona haya ni maua yake haya, halafu katikati ya haya maua kuna kama hizi bulbs. Kuna hizi mbegu, sasa hizi mbegu hizi, na mbegu zake hizi, naweza ukaona mbegu zake hizi uh... yake naona huku ndani inakuwa na vimbegu mbegu, ili vimbegu vimbegu vimbegu, vimbegu, vimbegu ni bau ambalo ndani ukaenda mpaka chini huko eh, mti huu huu au mmea umeotea eh, utakuta kuna chuba ziko chini kuna mizizi yake ambayo imekaa kama e, kuna kutakuwa na kitu kama kiazi kwa pale chini ambacho kwa Kiingereza e, tunaita ni chuba. Chuba ni kadogo, sio kubwa sana. Sasa ako kachuba pia kana kazi yake. Kwa hiyo sasa, kila sehemu kila sehemu ya huu mmea ina kemikali yake tofauti, na kwa kiasi kikubwa huu mmea wote ni sumu. Kwa hiyo kuna namna sasa ya kuweza kutoa kile ambacho sio sumu na kwenda kukitumia kwa namna ambayo inatakiwa, kwa ajili ya kutibu tatizo fulani. Na moja ya hayo matatizo nimeshasema ni gout na arthritis, pia hii inaweza kutibu. Sasa kwa leo sitaenda kueleza zaidi kuhusu sehemu gani inashughulika na nini, lakini napenda tufahamu tu kwamba Mungu, wakati anaiumba hii dunia na vyote vilivyomo alishajua kwamba kuna matatizo yatatokea na alishatengeneza solution kwa matatizo haya. E, moja ya matatizo ni gout, solution yake hii hapa. Solution yake hii hapa na huu mmea ni miongoni mwa mmea ambayo e, inasemekana kama ipo hatarini kupotea. Mmea <laughs> huu ipo hatarini kupotea. Kwa hiyo e, baadhi ya maeneo wameanza kuulima pia kwa ajili ya viwanda. Sasa kwenda ku e, kuchakata kwa ajili ya kutengeneza dawa hizo ambazo zinasaidia kutibu changamoto mbalimbali mbali ambazo wanazipata binadamu. Labda kusogezee karibu kabisa mmea huu e, uweze kuona mtazamaji wa PDK Generation, hapa kuna kitu kinamisi hapa, ambacho ni zile chuba bado huko chini ilikoongoa hapa mshono, ukienda uko ardhini, ukichimbua kuna kitu katakuwa pale hivi ambako na kenyewe e, kana kemikali ambayo ni dawa na yenyewe pia. Kwa hivyo ni vizuri tukafahamu haya mambo alafu, kwa wale ambao wanapenda kufanya uwekezaji kwenye eneo la viwanda, hasa viwanda vya dawa ambavyo kiukweli serikali yetu kwa eh, miaka ya nyuma, miaka michache iliyopita, mpaka sasa kuna msukumo mkubwa wa sisi kuhakikisha tunatengeneza viwanda vyetu vya kuzalisha dawa na tunatengeneza dawa hapa hapa nyumbani Tanzania ambazo zitakuwa zinatumika kwa ajili ya wananchi wa taifa hili na wale walioko nje ya taifa hili la Tanzania. Sasa moja ya mimea ambayo inaota kwenye taifa hili hasa maeneo ya vijijini, maeneo ya mashambani kama hapa ni huu ambao huu una colchicine. Colchicine inatumika kutibu gout. Na sio kama una colchicine peke yake, una vitu vingine vingi ambavyo vinasaidia kwenye kutibu vitu kama arthritis, hiyo gout yenyewe, vitu kama answers, na vingine vingi tu. Kwa hiyo tuangalie cha kufanya, wale ambao wanataka kuwekeza kwenye maeneo haya basi kazi kwenu, shawaonesha hiki kitu ambacho Mungu amekileta hapa duniani, ni swala tu la kuamua na kufanya jambo. Eh, mpaka hapo nimefika mwisho na kukumbusha tu kusubscribe kwenye channel hii ya PDK Generation. Hakikisha pia una like na kushare kwa ndugu jamaa na marafiki wengi kadri unavyoweza, na, na tukusane katika makala mengine, bye bye kwa sasa.